Habari zen water, mimi ni Dkt. Ragavendra Kosgi, mshauri wa upasuaji wa andrologia ya kutumia darubini, daktari wa mkojo, na mtaalamu wa tiba ya ngono kutoka hospitali za Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Ningependa kuzungumzia kuhusu fimosis ambayo ni sababu ya kawaida sana kwa watu wengi kuanzia utotoni hadi utu uzima wao. Kimsingi, fimosis ni nini? Fimosis si kitu kingine bali ni hali inayotokea kwenye kichwa cha uume ambacho tunakiita glans penis. Kwa kawaida ngozi ya mbele ya uume hurudi nyuma kwa urahisi. Ikiwa unapata ugumu wowote kuvuta ngozi ya mbele ya uume, prepuce, kurudi kwenye kichwa cha uume ambacho ni glans, tunaita hiyo phimosis. Kwa hivyo kimsingi ni ugumu wa kuvuta ngozi ya mbele ya uume au ngozi ya kichwa kurudi kwenye kichwa cha uume. Hivyo basi hiyo ndiyo phimosis. Kuna phimosis ya kiasili ambayo inamaanisha kwa watoto kutokana na adhesions. Phimosis hii ya kiasili inaweza kuwepo hadi umri wa miaka minne hadi mitano pole pole, baada ya hapo adhesions zitajiondoa na hali itakuwa ya kawaida. Ikiwa bado ipo basi, tunaita phimosis ya kawaida ya kitabibu. Sasa huwa inapatikana wapi? Mara nyingi Phimosis hii ni ya kawaida sana kwa watu wenye kisukari hasa India ikiwa ni mji mkuu wa kisukari. Wagonjwa wengi hupata maambukizi ya fangasi tunayoita balanoposthitis, ambapo kuna maambukizi kwenye kichwa cha uume pamoja na ngozi ya juu ya uume. Polepole pole, hali hiyo husababisha ngozi ya juu ya uume kuwa ngumu na kubana. Hivyo, balanoposthitis sugu ni hali ya kawaida inayopelekea phimosis. Kwa baadhi ya watu phimosis ya utotoni hubaki hivyo hivyo hiyo ni fimosis ya kuzaliwa nayo, lakini inaweza kuendelea kwa baadhi ya watu kutokana na jeraha au maumivu ambayo husababisha fimosis. Kuna hali nyingine inayoitwa hali sugu ya uchochezi inayojulikana kama blu, yaani Balanitis Xerotica Obliterans, ambayo inaweza kusababisha fimosis kwa nadra sana. Majeraha mengine ya ngono yanaweza pia kusababisha matatizo yanayopelekea fimosis. Sasa tunawezaje kugundua kesi ya fimosis? Ni rahisi tu, hakuna vipimo zaidi vinavyohitajika. Daktari wako atakuchunguza wakati wa uchunguzi. Ikiwa kuna ugumu wa kuvuta ngozi ya mbele ya uume, hiyo inatosha kuthibitisha phimosis. Kuna viwango mbalimbali mbali vya phimosis, ambapo kuna ugumu mdogo, unaweza kuivuta lakini inaunda mduara. Katika kiwango cha pili, ngozi inarudi nyuma na inafunika nusu ya uume. Katika kiwango cha tatu kuna ugumu mkubwa wa kuvuta ngozi ya mbele na unaweza tu kuvuta nusu yake. Katika kiwango cha nne kabisa huwezi kuvuta ngozi ya mbele ya ume. Kwa hiyo kuna viwango mbalimbali mbali vya phimosis. Kwa hivyo wakati mwingine, watu wengine wanaonekana kuwa kawaida kabisa wakati wa uchunguzi, lakini wanapata ugumu tu wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kila mara uume unaposimama, ngozi inakwama na wanapata maumivu wakati wa tendo la ndoa kwa hivyo kwa watu hao pia matibabu zaidi yanaweza kuhitajika. Sasa tunashughulikiaje fimosisi kwa wagonjwa wengi? Fimosisi hii ikiwa haitatibiwa inaweza kusababisha maambukizi ya mara kwa mara ya njia ya mkojo, na kutakuwa na usumbufu wa kudumu katika eneo hilo, kwa sababu wanaume wote nyuma ya ngozi ya mbele ya uume hupata smegma, ambayo ni ile material nyeupe tu. Kwa kawaida hujisafisha wenyewe. ikiwa inarudi tena kama ngozi ya mbele ya uume imebana sana, hawawezi kusafisha hiyo smegma, hivyo inaweza kusababisha maambukizi, na mara chache sana hali hii ya uchochezi wa muda mrefu inaweza kusababisha saratani ya uume. Kwa hiyo kila mara ambapo kuna phimosis, ikiwa ni ya kiwango cha chini, watu wanaweza kupuuza kama hawana usumbufu. Vinginevyo, kwa wagonjwa wengi phimosis inahitaji kurekebishwa. Sasa ni njia zipi mbalimbali mbali za kurekebisha phimosis? Uh, tohara ya kawaida ambapo tunaweza kuondoa sehemu ya ngozi ya mbele ya uume hiyo tunaita mbinu ya sleeve, na maendeleo ya hivi karibuni ni kwamba sasa tunaweza kufanya tohara kwa kutumia stapler. Kwa hivyo chaguzi nyingine ambazo watu wanatafuta mtandaoni ni kuhusu tohara ya kutumia leza, na hakuna kitu kikubwa sana kuhusu tohara ya leza, kwani badala ya kukata kwa kisu tunatumia leza, ambapo damu kidogo tu itapungua, vinginevyo tena tunalazimika kushona. Kwa hiyo tukija kwenye chaguzi mbalimbali mbali iwe ni njia ya kawaida au sleeve au ni tohara ya leza au stapler, sababu za urembo na kupona haraka ni bora zaidi kwa tohara ya stapler. Kwa hiyo kulingana na mahitaji ya mgonjwa tunatoa huduma zote. Wanaweza kuchagua wanachotaka. Labda kama unakumbana na matatizo haya unaweza kumtembelea andrologisti au urologisti. Asante.